Nishahangaika sana kila siku, bora jana. Naomba na mikesho isiwe kama jana. si tumemaliza ile nyumba inauzwa, utake usitake uzwa uko humo humo ndani, mama. Tondoke tondoki tondoke mama. Huyu jamaa vipi huyu? Eh, hey, akae hey. Hmm. Yule, achana naye yule makap, yule kapuku yule, oh. Yule yaani yule kapuku viatu venyewe walivyovaa na mamake vya elfu tatu. Ah, wanajiona nani kwanza? <laughs> achana nao basi, imeisha imeisha. Mamangu, leo ni siku ambayo nimeumia sana kwenye kikao. Kwa nini? Familia yangu kuanzia dada yangu na mdogo wangu wanasema eti mimi eti ndio ambaye nimeenda kwa mganga nikufanya hivi jinsi ulivyo, ili mimi eti nipate pesa Hivi mimi kama ningekuwa na malengo ya kufanya hayo ambao wao wanasema mimi nimeyafanya, na hivi kwa mimi ningekubali kuteseka na wewe barabarani, njiani, na semwa mengi? Ningekubali sawa, wanasema tuuze. Mimi siwezi kukataa kuuza. Mimi nataka niwaulize nikuje tu mamaangu, swali moja tu. Mimi naomba tu mamaangu, uongee tu kauli moja tu, kauli hii moja tu, moja tu, kwamba mwanangu Mpalianda na kuomba eneo hilo uzeni. Ukiniambia tu mamangu, katoa kauli yako mama yangu, kwamba mwanangu Mpalianda naomba ili eneo uzeni, mama yangu, mi sitokuwa na kipingamizi, kwa sababu mi naogopa lawama kesho na kesho kutwa. Mamangu, Mungu alikujalia afya ukapona, itakavyokuja lawama kwamba watoto wangu walisubiri mimi naumwa nina maradhi wakashauriana, wakaamua wauze, wakauza nyumba, halafu katika laama hizo kamwachia Mungu. Mimi sidhani kama naweza mimi nikapata raha ya dunia hii, ila kama mama yangu utatoa kauli, kauli kwamba mwanangu, uza, sio maneno mengi. Na kwamba mama yangu, ongea tu hata neno moja tu, yani Ongea tu mama yangu, yani, sio maneno mengi, ongea tu hata neno hili kwamba mwanangu, Mpalianda, naomba hilo eneo uza, mama yangu kukupinga. Napitia makubwa, napitia makubwa mno, nasemwa mimi huyo oh, na mama yake hivi, nasema mimi amemfanya mama yake hivi apate mali, watu wa pembeni kwenye kikao chetu wanahudhuria hata watoto wadogo, watoto wa majirani wanasikia siri zetu, si familia? Afu na na simu ya mimi kwa mimi ndio nimekufanya hivi, wewe upate, mimi nipate mali. Sasa mimi na mali gani? Ndio maana nikasema yangu, ili jambo siwezi kulala bila kuliweka wazi. Nataka tu kauli yako kwamba mwanangu, uza muda huu, ndaamka ni usiku huu, moja kwa moja mpaka ndugu zangu nyumba nyum; jamani tuuze, ila katika pesa hiyo mimi situhitaji hata shilingi mia moja. Mamangu toa kauli tu, tu moja kwamba uza <coughs> A ah, Mama Nyagalu. Habari yako mama? Tukua tunamuulizia mama wangu Nyagalu tumemkuta kweli huko ndani? Kwa. Kwa. Kwa. Yule si, mwanene sera yetu tu sisi <laughs> na mimi nani, we mama si yake. Ah, ma, na nyinyi si mwanetu ni familia, kwa hiyo mimi na nyinyi yote tumeingia leba si ndio? Hatuna maana hiyo mama, hatuna maana hiyo sisi, si mwanetu amba unajua mambo ya mtaani, rafiki yetu. Yani siwataki mnamfundisha tabia mbaya mtoto wangu amekuwa mwizi amekuwa eleweki, wajabu wajabu, stori mbaya zote zinamkuta yeye. Sisi tunaheshimu, yani mwanao Ninja tumfundishe sisi wizi? Kitengo anafundishwa wizi mama? Kweli mama, sisi tunaheshimu sana wazazi wetu, kitengo tumfundishe wizi? Utamani sikiliza, kama Ninja kama Taisoni kama nani. Nimeshasema urafiki na mtoto wangu sitaki na yeye, mwanzo na mwisho kama michogo ya kwa kazi, kwani msitafute ani wote mwingine, kuna kwa tele, kwani msiwatafute? Lazima mje kwa mwanangu? Hey, yani e, mwanangu tumetoka na mbali, mimi nimetoka na uh, uh, mbali eh sana. Wewe unajua bibi mkubwa uh. Kwa hiyo ni mwanangu tu au wengine wote, kwani msiwafate fate zaidi ya au wengine waona vitu zetu? Sasa nimesema si si kwa sababu labda mwanao atakataa hivi hivi atuelewani, niseme hilo mama, kwa ustaarabu tu. Urafiki na mtoto wangu sitakihana, mtoto wangu sifanyeje, sitakibbvipiaga. Tunashida naye ya umuhimu sana yule, nimesema <laughs> sitaki urafiki na mtoto wangu, narudia tena Tunakuomba tuitie nyagao, tuna shida naye mama, si we mwanaetu, hatuwezi kumtupa kidisain hiyo, labda yeye atutupe. Hivi Lulu, mwanangu, mi unajua, kuna jambo yaani, yani na, natamani nikuulize kila siku, nashinda najikuta nimesahau. Hivi yule mwanamume umempendea nini? Mi nakuuliza, alafu amenyamaza kimya. Unamaanisha nini? Si mapenzi tu mama, jamani. Ah, mapenzi mapenzi yenyewe ndo yale, mwanamume haelewiki mwanamme sijui ipoje? mwanamme mchafu mandevu mandevu, bado tu mwanangu, mwana mwana na usomi wote unaenda kuhangaika na yule. Mimi nilidhani utanitafutia mwanamme wa maana, akija hata Kristi na mimi nijulikane, hey, mama yake rugu leo wake mkuu wake akamtembelea. Hey! Nija kufungua makamba na mimi mimi, ndo nimempenda huyo. Kwani baba alikuwa tajiri? <laughs> <laughs> Unafikiri mimi mimi baba yako alikuwa kama vile hmm? Unajua mama yako, ninavyopenda pesa, ningekuwa nangaika na kifala gope kama kile? Mi ndo nimempenda huyu, mama yangu, na ndo mkwe wako atakuja hapa polisi. Ndo mama yangu, ndo mkwe wako, tek kubali kila kitu, takupiga mezi. Ndo mama yangu, tonta yule mtu sotaka <laughs> metinani, sijapata tajiri, ndo nimempenda yule ni <enlightening> lako <nouveau> tu <titles plus him> Mbona mwanao ule anashinda vijieni kuukoti mabangi mabangi, mseme nakazi ya kunisaka kama mimi tu, saa yingine mo mnaniachaga siendi man. Oh. Ah, nenda

Karibu, safi. Mzima karibu, mama anaendeleaje? Mama, ndo kama hivi, hajambo anaendelea vizuri, ila nimeshangaa natoka. Na mka hivi, naona kamba sio uipo zake nje huku umelala, sijua tena kuna muda uchovu na mawazo, mawazo ya madeni na nini. Haya pole. Asante. Karibu. Asante, Miss Kai, nimekuja na kiasi kidogo cha pesa nimekuja kukabidhi kuhusu masuala ya masofa yule niambia, nimeona bora uyafuate yarudi tu nyumbani. ah, asante sana, asante sana sababu hii ni kubwa sana make zile sofa nizopeleka kule, yaani tayari nikuwa najua ndo zimeshaondoka, lakini like, nonea huruma, nashukuru sana. Haya, usijali. Sawa. Kwaheri. Kaib uh, mamangu. Mama zile sofa ambazo tulienda kuuza kule, tayari kuna yule binti amenipa kiasi cha pesa hiki hapa kwao, inabidi sasa ni kalipe tuzirudishe ndani. Mwenyezi Mungu amrudishie sana. <laughs> Mama, tuingie ndani sasa au

Hela gani tena mama angu jamani? Omu katika pochi kulikuwa na hela, hela iko wapi? Mimi sijakuta hela, hela uma sijaifunua e, yo pochi mimi nimekuta pochi iko hapa nimetokavta nyagalukakuta pochi nikaichukua ikabidi nikukabizi hapo, ndo sahii, umekuja sijaifungua hiyo pochi mamangu jamani. Usitaki kunitania. Hela zangu ziko wapi? Kosa wangu mimi kuchukua pochi pale mama wangu kuita huko ndani. Kipepo, humu kulikuwa na msingi mzima. Nimerudi nayo simu na mrefu. Hela zangu ziko wapi? Hela zangu. Sasa mama wa pochi mimi kosa wangu kubwa ni kuja hapa, kuja hapa kuchukua hiyo pochi kukukabidhi hapa dakika hii ndio tayari ishachukua. Hela. Kwa nini hiyo pochi nani alichukua hela? Kuna kosa wangu kubwa ni kuchukua pochi pale. Wewe, sitaki basi hata. Ah, mama, unanikosea. Bora mi nakuheshimu, mi sijachukua hela bwana. Mbona kama hivi mangu kwa kipochi ningeondoka nacho huko.

Kwa hiyo ndio umesharudi. Kwa hiyo mchezi mwenzio, si ndio? hivi wewe, uo ujasiri wa kuchukua vitu vyangu kuvipeleka huko? Jamani mama, wewe ndio umesema nisaidie watu wasiojiweza. Kama ningetaka kutoa msaada, basi ningebandika bango kama mimi hapa nasaidia watu. Tena ningesaidia watu wasiojiweza na wanaojiweza. Hivi mimi unaona mtu kila siku kila kukicha tunagombana tuna maugovi, wewe naye huyo huyo ndio rafiki yako, kutoa chakula kwangu kumpelekea yeye msaada Mama jamani. Sio, jamani mambo mengine yamezidi. Unamuona kabisa. Yaani yule mtu kama yeye na mama yake wanamkama kama mtu namsukule. Wote <coughs> ndio umesema lakini msaidie maskini. Maskini? Yule maskini yule. Unamuona kabisa amefuga amefuga msukule, si mnene yule anatembea na makamba. Na naona nataka mwanangu mimi niwe hivyo e, hivyo. Unajiunga katika kile chama, si ndio? Eti mimi nafuata maneno yako bana. Wewe umesema mtu asojiweza nimsaidie. Sasa mimi kosa langu liko wapi? Sasa nakwambia hivi, kama mimi nimekwambia, sijui niwasaidia wasiojiweza, uangalie na watu wengine. Mimi yule mtu ni adui yangu, tena adui yangu mkubwa kweli kweli, mtu ambaye ana uwezo hata wa kunichoma kisu. Ameniibia vingapi? Tunagombana kila siku mara ngapi? Leo huyu amekuwa rafiki yako kweli? mimi kama mimi nimekuzaa nenda jenga urafiki na yule, na endapo utarudia kitacho kukuta, wala usinitafute. Hangaika sana, maisha yamepoteza manya, ndugu wanagombana afadhali ya jana